Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, habari za asubuhi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumejaliwa siku nyingine tena ya kwenda kufanya majukumu ya kujenga taifa. Wakati tunaanza siku ya leo, ni muhimu kukumbushana kwamba siku yoyote ambayo tumepewa inaweza ikawa ni siku ya mwisho. Hivi leo, ikiwa ni siku yako ya mwisho kutofokus kwenye mambo gani? I think kuwa na mindset hii kwenye majukumu yetu ya kila siku itatupa uh, mtazamo mpya wa kuangalia, tunashirikiana vipi na wale ambao wametuzunguka, tukianza na saiko ndogo kabisa, kwa maana watu wa familia yetu, wafanyakazi wenzetu, lakini pia wanajamii wenzetu kwa ujumla wake. Kwa hivi leo, ikiwa ni siku ya mwisho, wewe uta focus kwenye jambo gani specifically ambalo utasema, a a, hili ndo ambalo inabidi nilifanye, ili maisha yangu haya yote ambayo nimeishi basi yawe yana uh, make sense kwa ujumla. Nikutakia siku njema, uwe uh, na majukumu. Asante.